Kwa sasa kwenye tarafa za Idodi na Pawaga kumekuwa na mwingiliano mkubwa kati ya wafugaji na wakulima. Lakini licha ya serikali kutenga maeneo kwa ajili ya kilimo na malisho, bado kumeonekana kuwepo na kundi la wachache ambao wanakaidi sheria. Ukiambiwa kuwa mwezi wa tisa kuingiza ng'ombe bondeni, waine yeye anaingiza, kwa hiyo wameshindwa. Mheshimiwa, umefika hapa Ninaomba unisaidie mfugaji mwenyewe anaitwa Hotai Toilani. Mpaka sasa hivi watu ukiona etenali, watu wanapiga ngolo, ujue ng'ombe ya Hotai. Sasa hivi tunavyosema sio muda wa kulisha mm -hmm. lakini tukienda kule Igunda mm -hmm. ng'ombe zinakula kabisa zinaachasazi zinakula Baadhi ya wakulima kwa sasa wamekosa kabisa chakula. Kuna muda hatujavuna wameshaingiza ng'ombe, wanasimamia zinakula mazao, sisi tunabaki na changamoto ya njaa. Wafugaji nao wanakiri ya kwamba baadhi yao ndiyo wanalisha mazao ya wakulima. Hata niwaambie tu waache fujo kama hiyo, tunatoka naye kikao, wafugaji asirudie. Sisi tutaishi wapi? Watuambie tukafe mbele ya safari. Ha, huu, huu, huu. Haya yanajiri kwenye mkutano wa hadhara ambapo mkuu wa wilaya anabaini uwepo wa viashiria vya rushwa kwa viongozi wa vijiji kutoka kwa wafugaji

akitokea kwa shamba la mtu, karisha, mtu kula virusu, chukuri, wa watu. Kupula kupula. Sasa leo tunaanza na huyu mfugaji mmoja lakini, lakiwa, wakati ujao tukimkamata mfugaji tunakamata na mtendaji haiwezekani, mtu mmoja awatie wa maskini wenzake. Wenye agizo la serikali kupitia kwa mkuu wa wilaya ni kuona wafugaji wote wanaolalamikiwa na wakulima wanakamatwa haraka huku viongozi wa vijiji nao wakikalia kutikavu. Muhammad Nyaulingo Iringa.